Kwa Jimbo la Nyasa. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kuwa zangu, mariwani, undagi, na wenzangu Mheshimiwa madiwani watendaji, kushirikiana siku zote katika utendaji wa kazi zetu za kila siku za kuwahudumia wananchi. Lakini vile vile namshukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Halmashauri ya Nyasa Mheshimiwa Nombo, lakini pia mkurugenzi wetu Bwana Halidi kwa kazi nzuri anayofanya kwenye wilaya yetu, na mkuu wetu wa wilaya a, kaka Magiri, kwa kweli tuko pamoja, tunashirikiana vizuri, bila kusahau chama chetu Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa mwenyekiti wetu wa Abel. Kiujumla sisi kama ambavyo kwa watu wengine tumeona kwamba tupendekeze ngazi za juu, hasa tukimwomba sana Mheshimiwa rais wetu pamoja na wote wanaomsaidia kulifikiria jimbo la Nyasa au wilaya ya Nyasa katika hili swala la ugawaji wa maeneo mapya ya kiutawala, mmoja mojawapo tumeomba jimbo. Nadhani sio mara moja, mmekuwa mkinisikia hata bungeni nikizungumzia juu ya umuhimu wa kuangalia vizuri sera zetu zinazohusika katika upangaji wa maendeleo mbalimbali katika maeneo ya nchi yetu ya Tanzania. Mara nyingi tumekuwa tukiangalia hasa kigezo cha idadi ya watu hasa ukifuatilia idadi ya watu watu wengi wako mijini, wanakimbilia mijini kwa sababu wamekuwa wakipata huduma nyingi nzuri kule mjini, hasa siku za zamani. Lakini sasa hivi tunasema kwamba nini, tuangalie na vigezo vingine, ukiacha idadi ya watu, vigezo kama hali halisi ya jiografia eh, lakini hali halisi ya watu kupata huduma za msingi. Na nashukuru sana katika tangazo la tume huru ya uchaguzi limeweka wazi mambo mbalimbali ya kuangalia katika ugawaji wa majimbo. Nafahamu sio rahisi kila mahali kupata majimbo kama wanavyoomba, lakini bado naamini kwamba kutakuwa na umakini mkubwa katika kuona kwamba ni vema sasa kuangalia yale maeneo ambayo kwa muda mrefu wamekuwa wakipata shida au huduma kwa uchache kutokana na mazingira magumu ya kuwafikia. Kwa hiyo mimi nime, pamoja na wenzangu na kupitia vikao vyetu vyote vya kisheria, tukianzia huku kwenye mabaraza yetu, lakini kwenye vikao vya maendeleo ya wilaya na sasa tutaelekea kwenye kikao cha maendeleo ya, ya ushauri ya mkoa ya, tunachoshauri ni kwamba iko haja kwa jimbo hili la Nyasa kulipa kipaumbele katika kulipatia jimbo jingine, yani kuwa na majimbo angalao mawili, na sababu kubwa ni kwamba kwanza jiografia ya jimbo hili kilomita eh, yani una karibu 140 hapo, amalizia kufika Chiwindi kilomita kama 45, lakini sasa ukirudi upandishe ufike mpaka Nyoni kilomita kama 30. Kutoka Nyoni kufika mpaka Mitomuni, unazungumzia kilomita kama 175. Kwa hiyo kiujumla, kwa urefu wa jimbo hili ukiacha kile kipande cha kwenda uh, Chiwindi unazungumzia kama kilomita mia tatu na kitu. Sasa hiyo so sio kazi nyepesi kwa mbunge mmoja kuwafikia wananchi wa, wa, wa, wa, wa wote kwa wakati mmoja. Kinachofanyika, unavyokuwa leo uko tarafa ya Ruhuu, unapambana kule, kwa sababu mimi nimezoea kufanya ziara zangu niende kijiji kwa kijiji, ili niongee na wananchi wangu niwasikilize utakuta hawa upande wa Chiwindi na anasema tuna tunamtaka mbunge wetu na sisi aje, jamani. Sinikuwa juzi tu niko kwa hawa wenzenu. Ukitoka huko ukienda upande huu wa Mitomoni, unakuta upande mwingine nalamika kwa sababu ya ukubwa wa jiografia wa, wa, wa ya hili jimbo, urefu wake. Majimbo mengine unaweza kukuta kwamba yana square kilometers nyingi, lakini ukiangalia kiundani unaweza kuta kuna vijiji vichache sana tofauti na sisi katika huu urefu naozungumzia mote huu unapita kwenye watu wanaohitaji kuhudumiwa, ni watu wanahitaji kuhudumiwa, hakuna msitu, hakuna nini, kama ukitaka pole labda utajikuta ipalama. Kwa hiyo kwenye jimbo tumeshauri kwamba ni vema tukawa na majimbo mawili, lakini itategemeana pia na hekima zitakapokuwa zimeongoza katika vikao vya jimbo. Lakini wakati huo pia ukiangalia kwenye kata, kwa dhati kabisa, yani ni kilio changu charohoni kuona kwamba kata ya mipotopoto inagawika, yani kuwepo kata ya mitumoni kule mwishoni kabisa, ambako nilikuwa nalilia daraja wakati wote na na sasa inajengwa. Lakini kata hii ya mipotopoto, kwa sababu katikati kuna pori kilomita arobaini na tano pori, na hawa watu wanatakiwa washirikiane, waweke, wapange wote mipango ya maendeleo, wafanye vikao vya kisheria vya aina mbalimbali. Lakini sasa kutokana na mahitaji yale ya usafiri au nani akae wapi, eh? unakuta upande mmoja unapata shida, upande mwingine utapata nafuu. Au kama hivyo, katibu labda mtendaji unaweza kuta anakaa huko, mwenyekiti wake anakaa upande mwingine, kwa hiyo kuna shida, au diwani yuko upande mwingine, pana changamoto kubwa sana. Unajua hizi kata za sisi kwa siku za nyuma ni kata ambazo kwa namna moja au nyingine zilichelewa sana kujitambua na kugawa maeneo. Angalau mwaka wa elfu mbili na kumi na tano, namshukuru sana mheshimiwa Maria Komba. Kwa mfano kata ya Tingi aliigawa. Hebu ifikirie kata ya Tingi ilivyo ile, ndio ilikuwa Upolo, Tingi na Mpepo, ilikuwa ni kata moja. Hiyo kata ilikuwa ya aina gani mwake? Tarafa si tarafa, jimbo si jimbo, lakini ndio angalau akawa wamegawa kwa awamu ya kwanza wakati huo. Lakini bado mpaka sasa hivi unakuta kuna kata kama hizo, Lipalamba. Ukichukua kijiji cha Ndondo tu, wale wameshagomea hata uchaguzi, kwa sababu kijiji cha Ndondo unakikuta kwamba kina shule za msingi sita na sasa hivi wanamalizia ya saba shule za msingi peke yake kijiji kimoja, lakini kina zahanati mbili. Hmm? na kwenye hicho kijiji pia kina mpaka shule ya sekondari. Ni kijiji kikubwa, yaani kama ni ziara unazunguka unaenda kwenye vitongoji badala ya kwenda kwenye kijiji. Sasa mazingira kama hayo, watu wa aina hiyo hawawezi kupata maendeleo kulingana na wenzao wanavyopata. E, hata sisi natugusa vile vile. Unakuta hata mle jimboni huko, wewe na mbunge mwenzako, lakini mwenzio jimbo lake linafanana na kata moja, wewe jimbo lako ni kubwa, unahangaika kusubuhi na mchana na jioni, huku na huku. Kwa kweli sio tu kujihurumia mbunge, lakini hata wananchi wanakuwa hawapati hizo huduma kwa pamoja, unaona. Idadi ya watu sawa, na yenyewe ni kitu cha kuangaliwa, lakini unaweza kukuta mtaa mmoja, kipande hiki kina watu elfu kumi. Sasa so kwa sababu wako tu kipande hiki ndio wapate haki ya kupata jimbo kuliko wenzao wengine ambao wametawanyika na kila siku wanaitwa vijijini? Kwahiyo mimi nashukuru sana kwa utaratibu huu wa safari hii ambapo uh, tume huru ya uchaguzi imetoa vigezo ambavyo vinaangalia hata jiografia ya maeneo hata vitu gani. Kwahiyo naamini kwamba lazima tu watatenda haki, watatembelea hayo maeneo na ili kuharakisha maendeleo ya hawa watu. Lakini jambo jingine kubwa sana la kuangalia, wilaya yetu sisi ya Nyasa au jimbo la Nyasa, sisi tuko mpakani, tunapakana na nchi ya Malawi, tunapakana na Msumbiji, hmm? kwa hiyo wananchi wao ni vizuri kuwatembelea mara kwa mara hawa wananchi wetu, na mimi namshukuru Mungu nilikuwa nikijitahidi sana kutembea mpaka mpakani. Hata juzi tu ni tarehe tatu, tarehe mbili nilikuwa mpaka kule mpakani Chiwindi natembea kwa sababu gani? Sitaki wale watu wetu wawe na masononiko kwamba mbunge wetu hatujamwona. Hata nilipofika, kuna baadhi ya maeneo wanasema sisi mbunge wala hatujawahi kumwona, sio anafananaje? Tunashangaa tu, wenzetu wa Tanzania mbunge wao yupo mara kwa mara. Sasa kwa msingi kama hiyo, mimi nisingependa ile lugha irudie kwangu mimi, mimi natamani watu wangu wote, nikipita kwa watoto wajue kwamba huyu mbunge manyanya huyu hapa kipita kwa nani, kila mmoja anafahamu huyu ni mbunge wangu, kwa sababu wote unawafikia, lakini hata huduma unawafikishia kwa urahisi. Wakisema kila jimbo lipate shule moja ya sekondari, basi ina maana kwamba ni nyinyi mnakuwa angalau mnapatapata. Lakini sasa kila, kila, kila jimbo lipate hiki, unakuta wewe una jimbo kubwa wenzako ana jimbo kidogo tu, leo amepata hapa, kesho amepata pa, yani inakuwa kidogo hata ugawanyaji wa rasilimali hauendi vizuri. Kwa mimi naamini kwa sababu nchi yetu imekuwa ni nchi nzuri sana inayosikiliza maoni, inayopenda kubadilika na kutumia wakati mbalimbali mbali katika kurekebisha mapungufu na kusikiliza vilio vya watu mbalimbali mbali. Hata Mheshimiwa Spika alikuwa amekuwa akisema lazima sasa kwenye mipango yetu tuangalie vizuri zaidi eh. Jimbo kama lile la pale Mbeya mjini uwezi kulilinganisha, lina mambo mengi pale. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuangalia, wamjini wataangalia kivyao na sisi wa vijijini tutaangalia kivyetu. Kimsingi, haki itatendeka ili watu wetu wote wapate ustawi wanaostahili.